Bona, jinsi ya kuangalia processor, aina za processor na ipi ni nzuri, processor gani nzuri kwa matumizi ya games. Bwana, banakuwa nami mwanzo mpaka mwisho hapa video ili uweze kuelewa jinsi gani ambavyo utaweza kuangalia, jinsi gani ambavyo utaweza kujua, jinsi gani ambavyo utaweza kuzicheki na kujua ni aina gani za processor nzuri kwa games, kuangalia mpaka na na information zake kiufupi zaidi na naamini mpaka mwisho wa video hii hapa utaweza kuelewa hii mambo ya masuala ya games, na kila kitu kuhusiana na games. Kwa, cheki, kwa msaada wote ule ambao unahusiana na mambo ya games. Sasa mi moja kwa moja kwenye, kwenye sasa nitaanza kuambia aina za processor kwanza, za processor, na mwisho kabisa nitaenda kuelekeza jinsi gani unaweza ukaangalia processor kwenye simu, aidha unaenda kununua simu au upo na simu, jinsi gani ya kuangalia hapo, hujua ni aina gani ya processor ambayo iko kwenye simu yako ambayo unaitumia. So guys, processor nzuri kwa matumizi ya game, moja kwa moja mimi nitaanza na namba moja kabisa, ambayo namba moja ni Snapdragon. Umeona, hii ni processor bora kabisa kwa games. Inacheza games nyingi na bila lag lagi. Inafanya kazi vizuri sana umona. Kwa hiyo mfano Snapdragon mfano mia nane sitini na tano mia nane sabini mia nane themanini na nane umona, zinafika mpaka zile ambazo up to generation saba mpaka ya kwanza generation mpaka kwanza, ni GPU za Adreno ni nzuri sana umeona. Kwa kwa hiyo vilevile kwa kitu cha GPU sasa, kuna GPU kuna kwenye kwenye GPU sasa, kuna Adrenalo kuna mali na kuna ipi nyingine, nafikiri nitaenda kukuonyesha hapo jinsi gani kuangalia vitu vyote hivi, hata kwenye GPU utajua simu yako inatumia mali au inatumia Adrenalo. Hivi vitu vyote hivi ni vikubwa sana kwenye masuala ya games, so tofauti ya Adreno na mali na zingine, nitatoa video nyingine ambayo nitaenda kuelekeza za tofauti ya mali na dreno. Kwa hiyo ni GPU nzuri sana. So guys, moja kwa moja ni, ni, ni, ni processor namba moja nimekwambia ni Snapdragon, ya pili ni MediaTek au hilo au Dimensity. Ni, ni, ni, ni processor ambao nishaizungumziaga iko poa na sio mbaya, lakini ni ipo kwenye Quality ya kawaida kwamba ubora wake ni wa kawaida. Dimensity zile mia tisa pro, zile mia tisa Plus ni pls nishaziongelea sana, yategemeana tu na modeli ipi ambayo ipo vizuri. Kuna G3, G80 na ma generation hapo yote nishaorengezaga. Ya tatu ni ya mara nyingi ipo kwenye Samsung Exynos muona hii ni processor anaweza kusema kwamba hazipendi games zito sana ila zinapata joto haraka sana yani. Processor nzuri ni, ni processor nzuri kwa ujumla na zina nguvu sana ila hazipendi kutumiwa kwa muda mrefu, umeelewa? Kwa hiyo yani, hazina uwezo wa kuhimili mikiki kwa muda mrefu, ila ni processor nzuri sana lakini hazipendi kuhimili kwa muda mrefu. Kwa hiyo unaweza ukuta mchezo wako, ukicheza game nusu saa basi usipopumzicha hapo Samsung. Na, na, na hizi nyingi kwa watu wenye Samsung nafikiri mtakuwa mnaelewa hii issue hii. Umeona. Kwa hiyo hizo Exynos zipo mia nane hamsini vilevile na zipo mpaka elfu tisa mia sita na kumi na moja umeona, ni kwa hasa ni kwa games ah uh, kikubwa usisahau kwenye upande wa RAM. Guys, RAM na storage ni vitu ambavyo usiwezi kuviacha kwenye kuvizungumzia vyote vile. Processor imati bila la, yani haina umuhimu wote sana kama vilevile -vile, vinaendana na na RAM pete na kidole weza kasema hivyo. Umeona. Kwa hiyo sasa, RAM ni kitu kikubwa. Ukisha kuwa na processor yako sasa, unatakiwa kuwa na RAM kubwa, kwa sababu unaweza kuwa na processor ndio ina iko vizuri kwa game, lakini haiko vizuri i mean, iko vizuri kwa game, lakini kutokana na RAM ni ndogo itakusumbua tu, vile vile game itakuwa ita ina gandaganda. Cha cha kwanza zingatia processor, cha pili zingatia ram. Ram ua kuwa, kuwa nayo kubwa. Ukipata processor nzuri, basi hakikisha una ram kubwa kuanzia sita, nishaeleza hicho kitu, ram sita na kuendelea huko, storage mia ishirini na nane. Kwa hivyo hakikisha simu yako inakuwa na storage mia ishirini na nane Android kumi namoja na kuendelea kama kawaida, hakuna akuna ishu otele storage au manini nishaelekeza, maalamu nishaelekeza sana kwenye video zangu, kwenye WhatsApp channel zangu, magupu yangu, direct zangu, na ongelea kuhusu hivi vitu. Hitimisho kabisa, kwa ufupi, gaming ni katikati, ni MediaTek. Kusema sasa, nenda kuelekeza jinsi gani ambavyo unaweza kuangalia sasa simu yako inatumia processor gani, jinsi ya kuangalia ni rahisi sana guys. Kuna hii hapa hii ni application hapa inaitwa CPU Z, inapatikana Play Store, ina bitu chache. E, nitakuwekea hapo link chini ya description. Hii e plus, hii e, application guys ukishaifungua hivi mara moja pop hapo juu chini hapo. Sorry sana, leo siko vizuri sana, mtanisamehe. So, I mean, <laughs> guys, CPU Z inapatikana Play Store, ukisha download, ukishafunguka tu ikishafunguka tu umeona juu kabisa hapo na neno kubwa litakuwa limeonyesha hapo, hiyo ndio jina ya jina la processor yako, lina display kwa maandishi makubwa pale mwanzoni kabisa. Mwana kwa kwangu mimi ni MediaTek Helio. Helio hi? Helio Helio, umeona G85, umeona speed yake ni hiyo 2.00, hiyo ndio speed ya, ya processor yangu mimi. Simu yangu guys ni simu ambayo e, eh, ni ipo ya, ipo upande wa kati ipo upande wa kati umeona kwa sio nzuri sana kwa upande wa games, ni vile vile sio mbaya sana kwenye upande wa games. Kwa hiyo na vitu vingine, mambo ya GPU nilioelekeza hapo, umeona GPU yangu mimi ni Mali, sio adreno. Kwa hiyo unaona kabisa bado simu yangu ipo kwenye kwenye kwenye kwenye ukatikati, kwamba medium, inaweza kucheza games vile vile inaweza kutokucheza games, games zitakuwa mbaya, zinagoma na uh, nafikiri kwa sababu la mi yangu mimi ni ndogo amiango min... kwa hiyo hivyo na no jinsi kuangali ya kuangalia guys, processor yako wewe. Sasa jinsi ya kuangalia, kwa mfano labda umeenda kununua simu. Nafikiri kwa uzoefu wangu mdogo, nafikiri kuna kuaga kwenye box, nafikiri kwenye box yale, ukifuatia vizuri maandishi processor wanaoandika aina gani ya processor ipo kwenye hii simu, au kwenye yale vile vikaratasi okaga ndani, kile karatasi kinakuwa kina information zote za simu, kile karatasi kinakuwa kina kila kitu maliti zote itakuwa nazo. Kwa hiyo unasoma pale, unaangalia. Kwa hiyo usikasema sasa, nitanunuaje simu? Mwisho wa siku, inabidi nenda kujua, unaweza ukaikagua pale pale kabla hujanunua. Kila kitu kitakuwa kimeandikwa. huwezi ingia Google pale, andika jina la simu ambayo unataka ununue, pale itakuletea information zake video atumaafmoaiad kutoa video hizi kwa, kwa ukubwa zaidi kwa msaada wote waamabo aitaki mtandao wote unaohusiana na mambo ya games. Usichoke kunitafuta kwenye namba yangu au kunifuata kwenye channel zangu moja kwa moja, ukaniweza kuni, kunifuata status yuko, DM wapi, ukani ukani info ukani, bwana anahitaji kitu fulani issue fulani, n ndiweza kukusaidia sana. Namba zangu bibi ni 0627 ishirini na saba themanini na tano themanini na tisa arobaini au zipo hapo kwenye description utaweza kuzipata.